Makubaliano yetu ambayo tumeyafanya kwenye mikataba sita, ambayo wanajenga mahusiano ya ushirikiano katika kupanua wigo wa kufanya kazi pamoja, kupitia makubaliano haya yatawezesha sasa kila mmoja kujifunza kutoka kwa mwenzake kisheria, badala ya kuwa nakubaliana na bila sheria. Hii inafuata sheria, kanuni na taratibu katika kufanya kazi pamoja. Huu ni mwendelezo wa mahusiano mazuri tulionayo kati ya Tanzania na serikali ya Japan katika kufanya kazi mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo na uwekezaji, na matarajio yetu ni kwamba baada ya kukamilika kwa Expo 2025 tutapata mafanikio makubwa kiuchumi, biashara itapanda, bidhaa zetu za Tanzania zitapata masoko, lakini pia bei itakuwa mzuri kwa sababu Japani ni nchi ambayo pia Wajapani wa, wa, wa, wengi na wote wanahitaji huduma hizo kutoka kwetu. Wajapani wanakiri wazi kwamba toka ianze Expo ishirini na tano hapa Osaka, kazi inayofanya Tanzania imekuwa na mvuto mkubwa sana. Leo hii tumekuwa na watu matajiri wakubwa, wawekezaji wakubwa kutoka Japani ambao haijawahi kutokea. Ni waombe wa Tanzania, hii kazi imeanza na leo hii mijadala mikubwa itaendelea kwa ajili ya kujadiliana yani, lakini kuweka makubaliano katika maeneo mbalimbali ya upande wa uwekezaji. Niwaombe wa Tanzania sasa, mlango umefunguka katika upande wa uwekezaji. Dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuifanya Tanzania kuwa nchi ya uwekezaji sasa inazidi kufunguka. Imani yetu kubwa ni kwamba tutapokuja katika swala zima la uwekezaji huu, niwaombe wa Tanzania tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha fursa hizi ambazo tuzitafuta kwa nguvu kubwa ziweze kupata mafanikio makubwa kwa wananchi wa Tanzania, na lengo letu kubwa ni kwamba kujenga uchumi wa nchi yetu, lakini halikadhalika kutengeneza ajira kwa vijana wetu wa Kitanzania. Sisi kama Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania tuna jukumu la kuhakikisha tunatangaza fursa biashara, na kila aina ya huduma ambazo tunatoa sisi Tanzania kwa nchi mbalimbali, lakini tuna uwezo wa product gani, ni sehemu yetu. Kwa hiyo tumeandaa hili kongamano kwa ajili ya kuhakikisha hawa wafanyabiashara na makampuni ya Japani, makampuni makubwa wote. Tusiwe tunashiriki tu upande mwingine kule tunashiriki maonyesho lakini leo tuwakusanye hapa wote. Tulifanya maandalizi haya ndani ya miezi sita, tulitoa linki, wakajisajili wafanyabiashara mbalimbali, tumewachuja sekta mbalimbali na kama mlivyoona hapa tuna wale ni mapresident wenyewe na sio wawakilishi wa makampuni makubwa makubwa. Lakini kabla hata hatujamaliza kuna faida kubwa ambayo tayari tumeshapata na ni mafanikio kama mlivyoshuhudia jumla ya memorandum of understanding sita za makampuni makubwa makubwa ikiwemo afya, lakini makubaliano mawili mmesikia kwamba TIC uh, na JICA kuna uh, ofisa wamemtoa wa mtaalamu wa kushauri ili uwekezaji wa Japani uzidi kule Tanzania. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tumefanya. Uh, kongamano hili ni muhimu sana, na tumefanya kwa ajili ya tunaita strategically kwa ajili ya kuhakikisha tuna win zile fursa zilizopo hapa Japan, na tunaendelea sasa hivi hadi mchana ikifika saa tisa hapa tumemaliza, lakini tutakuwa tuna mafanikio makubwa sekta zote na sekta, kama mlivyoziona, tumekuja na sekta nane: uh, sekta ya nishati, kilimo, madini, biashara, uchumi wa bluu pamoja na biashara za huduma, huduma za kibenki. Kwa hiyo tuko hapa pamoja na kupromoti utalii. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila sekta Tanzania tunaondoka na fursa wakati tukimaliza maonyesho haya ya expo 2025. Sisi kama serikali tumejipanga, tumejipanga mambo mawili. La kwanza ni miundombinu eh. Tunapozungumza sekta ya viwanda, Japani ni moja kati ya nchi za kiviwanda hizi. Hapa viwanda viko vingi, viwanda vya kila aina. Kwa hiyo sisi kutumia fursa za wawekezaji kutoka Japani, tumejipanga kama Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Tuna, tumejenga tunatekeleza miradi ya ujenzi wa mtaa wa viwanda wanaita industrial park. Natengeneza mtaa wa viwanda mmoja huko pale Unguja eneo la Dungazuze, na mwingine huko Pemba eneo la Chamanangu. Tayari yule wa Dungazuze pale Unguja tumeshaweka miundombinu kiwemo ya barabara zimekamilika asilimia mia moja, miundombinu ya maji na sasa tunakamilisha umeme. Wanapokuja hawa wawekezaji, watatukuta tuko tayari, tumewaandalia mazingira ma, ma, ma, mazuri ya wao kuweka viwanda vyao lakini pia tume tuna, tuna hizi ni hard part wanaita e, bandari yetu. Serikali inachukua jitihada mbalimbali la kuhakikisha kwamba inafanya kazi kwa ufanisi, lakini pia wao wana fursa ya kuja kutusaidia namna ya kufanya vizuri zaidi. Lakini tuna soft part, mimi nazita soft part za sheria, sera na utaratibu. Hizi tumekuwa tukizifanyia mapitio makubwa, juzi tu hivi karibuni Mheshimiwa Rais ametuzindulia mpango wa marekebisho ya sera inaitwa Blueprint. Hii imeenda kuainisha maeneo yote ambayo yana yana ukakasi ya kisheria, ya kitaasisi na ya kiufanisi.